Wananchi wetu wajitokeze kwa wingi kujiandikisha, lakini pia wajitokeze kwa wingi kwenda kuwapigia kura viongozi wote watakaosimamishwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ni jambo la msingi, na kwenye ratiba ukiangalia ni la siku sita. Kwa maana yote tukahakikisha siku tano, ndugu zangu, viongozi wa wazazi, wananchi wetu wako kwenye mashina, wako kwenye matawi, wako kwenye makata, hawako wilayani. Twendeni tukahamasishane kwa nguvu, tuhakikishe zoezi la uandikishaji tunaandikisha wana sisi wengi Hassan kwa kazi kubwa niifanya nitoe angalizo. Mpaka tunapozungumza jimbo la Temeke lina mbunge jimbo la Mbaka wako wana CCM, wapenzi wa chama chetu katika mioyo yao katika nafsi zao wana nia za kutaka kugombea nafasi mbalimbali. Kwa hiyo tutoe angalizo, msianze kuvuruga au kuwavuruga viongozi waliokuwa madarakani. Tunaelewana jamani? Kuna mtu kapitapita tumeona kwenye mitandao, jimbo gani kule. Tusicheze na serikali, tusichezee chama, tusubiri wakati ukifika, kila mwenye nia yake mlango takawazi zakwa luksaka nini. Lakini katika kugombea ni waombe wagombea wanaotokana na jumuiya ya wazazi. Hili lazima niseme wazi, twendeni tukaonge mkono wenzetu wakati ukifika, sio anagombea mzazi mwenzio wele wapasa kukamulia dini na juzi mwenyekiti wa baraza mwenyekiti wetu alisema, hata kama umtaki, usipite barabarani kumsema kwa mabaya. Leo mwenyekiti wetu anasema, alasema diwani wa kata Mungu, lakini pia kujua kama utengenezaji wa wazazi ya mkoa ni fahari na sifa wa jumuia. Na sisi tunataka kiongozi wetu wa jumuia wengi katika kata wapate ni munga, lakini wakati na unataka kukubia mungu ya faimimi. Lakini tusubirini wakati. Ndogo wangu bana, hapo nimesikia na wewe unatajataja wewe wewe umeelewa na chama usiogope, wakati kifika, chukua fomu usiogope. Mwenyekiti wetu wa wazazi stimule, wakati ukifika, ukitaka kugombea usiogope. Na jie huko, wakati ukifika, ukitaka kugombea msifanye nini? Lakini tusubiri wakati. Mwenyekiti wenu anafanya kazi kubwa sana. Na mwenyekiti wenu kwa asili alikuwa mjumbe kamati ya utekelezaji ya jumuiya ya vijana mkoa Dar es Salaam na mfahamu. Huyu Bwana Fabongo alikuwa kwenye kitu cha vijana kwenye wilaya ya Tenge. Nataka kuhakikishia. Chao cha Mapinduzi inatekeleza kikamilifu katika maeneo yetu. Baada ya kusema haya, asanteni sana kwa kunisikiliza.